Ebwana, jeshi la Ulinzi la Israeli IDF, limetekeleza mashambulizi kadhaa katika maeneo ya kusini mwa Lebanoni leo Novemba 7 mwaka 2025, na, na ikidai kuwa kulenga kundi la Hezbollah kama jibu kwa kile kilichoelezwa kuwa ni jaribio la kundi hilo la kujenga upya miundombinu yake ya kijeshi katika eneo hilo. Ah, IDF imesema kuwa mashambulizi hayo yalilenga maghala ya silaha yanayodaiwa kumilikiwa na Kikosi cha Radwan, kitengo maalum cha Hezbollah, na kudai kuwa kundi hilo lilikuwa likijaribu kuanzisha upya miundombinu ya kigaidi kusini mwa Lebanon. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vikiripoti taarifa hiyo, imesema kuwa Rais wa Lebanon Joseph Aoun amelaani mashambulizi hayo, na akisema kuwa yamekiuka sheria za kibinadamu za kimataifa kwa kushambulia raia na kulazimisha maelfu kukimbia makazi yao, kitu alichokiita kuwa miongoni mwa hatua ya uhalifu. Rais Aoun ameandika kupitia ukurasa wake wa X kuwa kadri Lebanoni inavyoonyesha utayari wake wa kufuata njia za mazungumzo ya amani na kutatua masuala yake na Israeli, ndivyo hivyo Israeli inavyoongeza uvamizi wake dhidi ya uhuru wa Lebanoni. Kabla ya mashambulizi hayo, msemaji wa IDF Avichay Adraee ametoa tahadhari kadhaa kwa wakazi wa vijiji fulani. Kupitia taarifa aliyoitoa Alhamis alasiri, Adraee amesema kuwa wananchi wapo katika jengo linalotumiwa na Hezbollah, hivyo kwa usalama wao anaomba kuhama mara moja umbali wa angalau mita mia tano kutoka katika jengo hilo, kwani kubaki katika maeneo hayo kunaweza kuhatarisha maisha yao. Siku hiyo hiyo Ujumbe wa Muda wa Umoja wa Mataifa wa nchini Lebanon, UNIFIL umethibitisha kuwa ulishuhudia mashambulizi kadhaa ndani ya eneo lake la uendeshaji ikiwemo katika vijiji vya Tayr Dibbah, Taibe na Ayta al Jabal, na ukaonya kuwa hatua hiyo inahatarisha usalama wa raia. UNIFIL imeiomba Israeli kusitisha mashambulizi hayo, ikisema kuwa yanakiuka wazi azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 1701 iliyopitishwa mwaka elfu mbili na sita kumaliza vita vya siku thelathini na nne kati ya Israeli na Lebanoni na kutaka kusitishwa kabisa kwa uhasama kati ya Israeli na Hezbollah. Wanataka kuwa shughuli zozote za kijeshi hasa kwa kiwango hicho cha uharibifu zinatishia usalama wa raia na kudhoofisha maendeleo yaliyofanywa kuelekea suluhisho la kisiasa na kidiplomasia. Mapigano kati ya Israeli na Hezbollah yaliongezeka siku moja tu baada ya shambulizi la kigaidi la Hamasi lililofanyika Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nchini Israeli, ambapo Hezbollah ilianzisha mashambulizi dhidi ya ngome Israeli ikidai kuwa ni ishara ya mshikamano. Mnamo Oktoba 2024 Israeli ilizindua kile alichokiita ni operesheni ndogo ya ardhini kusini mwa Lebanoni, ikilenga wanamgambo wa Hezbollah. Mwezi Novemba 2024, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani yalitiwa saini kati ya Lebanoni na Israeli yakiitaka Israeli kusitisha mashambulizi ya kijeshi na kuondoa vikosi vyake hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanoni. Huku Hezbollah ikihitajika kuhamisha silaha nzito kaskazini mwa mto Litani. Hii ni Mwananchi Digital endelea kufuatilia kurasa zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.